Kisharus ni oneshe hivi, h okay. Ebane, mwanaume ambaye aliyekamilika aliyekamili ka, awe kwenye ndoto zake za maisha akumiliki nshu kama hii. Hii ni chombo la maana sana yani, sio kwamba yule kapuku ambaye anayeuza miguu ya kuku na kuuza vikukukuku mtaani kwamba anaweza kamiliki kama hii lo tunazungumzia, labda watu wa migodi, tunazungumzia wafanyabiashara wakubwa, tunazungumzia watu ambao eh, wana idea ya kumeki mane, yani madoradora. Ndo kama hivi ukiniona ok, mimi Wakuhonga TV ambao nimemiliki hili dude, usije kudiscuss kwamba nimepataje, amchelewe kusema oh, filimasoni yule sijui na namna gani ah, ah, watu tunapambana, tunapambana usiku na mchana. Sio unakalia kupiga piga gym tu, eti una ndoto yako upate wazungu upate warabu ndio waje wakumilikishe vitu kama hivyo. Pambana bro. Okay. Wewe ambaye unanitazama leo TikTok unatazama Instagram, unatazama YouTube, pambana ili uwe na ndoto ya kumiliki vitu kama hivi. Asanteni. Ole wewe msipambane.